Ya uchambuzi usio na shaka na dili zote za kukufanya usonge mbele. Funga mkanda, safari ni adoado mpaka kieleweke. Mseto Leo, ujumbe wa njiwa leo wangu muhimu. Ujumbe wa njiwa leo, kuna swali nilikuwa najiuliza, kwa nini ujiulize na wakati unaweza kuniuliza nikakujibu? Ah, ni nani aliiroga Jumatatu? <laughs> <laughs> aliyeiroga Jumatatu ndo aliroga Ijumaa. Sasa afa eh, sasa Ijumaa aliroga akafa kupa. <laughs> <laughs> kupata dawa Itakuwa changamoto. Mungu tusaidie. Kwa itakuwa nini? I don't know. Yani Jumatatu e, inakuwaga ina na visirani visirani hivi a, kwa watu e, au wa Jumatatu yenyewe ndio imejaa visirani? Yenyewe tu yani inakuvuruga. Unatoka nyumbani vizuri i nakutana na kutana, mambo mambo nini, lakini by the way tuko kazini si ndio? Mm. Si ndio kazi kazi Hey, karibu sana kazini. Sisi ni watu wa kazi eh, karibu kwenye ulaji wa taarifa habari, na maelezo mbalimbali ikiwemo mbali, vile vile michongo michongo ambayo itakusaidia maisha ya yako yaende vizuri, mm. Haya, tayari tuko hali kwenye... yako ari yangu inaendelea vizuri. Ninaona unasikia eh, kuna mabadiliko kidogo. Eh, lakini bado haujakaa sawa eh, bado, lakini namshukuru Mungu kwa hicho kidogo. Eh, Mungu atakusaidia mm. Afu mwanaume nishakwambia. Eh, nisha kwambialegea yeah, a... Legea porta. Nyumbani kaza wewe kazi, usitaki kunisaidia maisha, nataka nikusaidie nini? eh, <laughs> ni hii kazi ingeshaisha muda mrefu sana. Mimi basi tu najizungusha <laughs> dada utakula uliko peleka mboga baba, nashangaa ntakubali usakani. Niseme mengi iyo <laughs> <laughs> mada haitaisha mpaka msimu huu uishe. <laughs> E bwana, leo kwenye ujumbe wa Njiwa tunazungumza na baadhi ya viongozi na hasa wanasiasa ambao wanaingilia utekelezaji wa kitaalamu kwenye miradi inayotekelezwa na serikali e, tunakubali wajibu wenu kama viongozi kusimamia miradi ya serikali mm. Kusaidia kwenye utekelezaji wake. Wajibu wenu kama kamati ya siasa ee, ndio tunajua ee, sijui mbunge, sijui diwani mm. mwenyekiti, tunajua yani, tunajua ni jukumu lenu ee. na mnatakiwa kufanya hivyo, kwenda kukagua, kuona mm. miradi ambayo imewekwa na serikali kama kweli inatekelezwa mm, mm, lakini mm. kujua kwamba imetekelezwa chini ya kiwango ndiyo, au kuna kitu ambacho kimefanyika ambacho ni tofauti mm. sidhani kama utaalamu mnao sasa mm alizungumza majuzi hapa mbunge Shabibi, mbunge kutokea pale Morogoro, akasema wananchi wa sasa hivi sio wale wa miaka ya tisini. Yani, ile mlokuwa e, mnafikiri hawajui. Sasa kuna tabia wanayo baadhi ya wanasiasa hawa, wakagua miradi mm -hmm. eh? Eh, kutaka kuwapa wananchi majibu ya hapo hapo ambayo kitaalamu haiwezekani, sio nanielewa, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linasababisha usumbufu kwa hawa ndugu zetu tunawaita wakandarasi, e, wasimamizi wa hiyo miradi kwenye utekelezaji mm. wake wanakutana na shurba, wakati mwingine mpaka na matusi, yanatukana na baba mtu mzima kaacha familia nyumbani, afu unakuta yanatukana na mtoto mdogo. Sasa ukikaa ukatafakari, unaona kama kuna ushindani kati ya utaalamu na wasimamia miradi ambao ndio mmewaita sasa. Serikali ina mambo mengi, tuseme wasimamia miradi Mm. E, au wanaofuatilia kama serikali inatekeleza na, na utaalamu unasemaje? Ni kweli, nataka nikwambie jambo lingine ambalo ni kweli. Kabla sijaanza kuwananga, niwaambie ukweli ambao wanaofanya ni mzuri tu, kwamba mm. kuna baadhi ya wakandarasi ambao wanatumia ujanja ujanja kwa sababu wanajua waziri ajui, na ndio maana mm. e, kulikuwa na mjadala pia, wanasema labda sasa hivi iwe hivi ili waziri uwe waziri wa afya uwe umesoma afya au hmm. kama we unakuwa sijui waziri wa nini. Kuna mjadala ilikuwa inakuja, na yote hiyo inakuja kwa sababu gani? Kwenye kumpata kiongozi ambaye si tu kiongozi ila anaweza kuwa mtendaji eh, sijui kama unanipata vizuri? Nakuelewa vizuri wewe eh, eh, unapokuja kusimamia kwenye ujenzi eh? Unaposema hii barabara ni mbaya au haijakidhi vigezo, una utaalamu wa kusema hivyo kwamba ni ndivyo sivyo eh. au umetumia tu linyundo la kilomia moja ukagonga kumbe, yawezekana huyo mkandarasi ambaye huko unamlaumu e, yawezekana huko huko serikalini ndio kumesababisha e, e, mpaka hiyo changamoto ikatokea kamishini e, watu wanakula vya chajui, zile zinaitwa. Nimewahi kusikia, najiuliza, kulikuwa na mjadala. Tunawaza hivi, kwa nini kumekuwa kuna changamoto kwenye kulinganisha ubora kati ya wakandarasi wazawa na wageni? Kwa yani, kwa nini labda wageni wanafanya vizuri? Kulikuwa na mjadala mahali Alafu wazawa, kuna mahali wanachechemea, yaani uki, ukiuliza mkandarasi gani, wakwambia ni mzawa, ukiangalia alichokifanya ukakompea, si wote lakini kuna baadhi mm. Sasa nkaja nikakutana mkandarasi mmoja nkamuuliza, kaambia shida e, mzawa. Mm. kaambia shida ni kwamba hawa wageni ni ngumu kuwaadaralia e. lakini sisi <laughs> kaambia wewe unataka mradi <laughs> eh? unataka mradi yaani, hey, fresh, fresh, mm. Lakini mimi kitu eh, ambacho kinanisikitisha mara nyingi tumekuwa tukiona hayo matamko yakitolewa na viongozi wa siasa wanapokuwa wako kwenye ziara mbalimbali za kukagua miradi, mm. am haupewi nafasi ya kujieleza na kwa nini imetokea hivyo. Mm. Na wakati mwingine, hayo mara nyingi huwa tumekuwa tukipata. Mm. Yani, tunapata tuna taarifa za upande mmoja asimamishwa kwa kufanya hey, lakini kwa hey, hey, upande wake mkandarasi tumekuwa hatusikii anasema nini ambacho kimesababisha mm, kime, mm, kime mpaka mm, ule mradi ukashindwa kukamilika kwa wakati au ukatekelezwa chini ya viwango. Inawezekana pesa aliyopewa ikawa ni pesa ambayo kwa haitoshi, imedalaliwa. Kwa hiyo ameshindwa wafanyaje, ikabidi atekeleze mradi chini ya kiwango kwa sababu asingeweza kuchukua pesa zake mfukoni ili akamilishe mradi wako. Naam. Eh, lazima akamilishe kulingana na pesa iliyopo. Mm. Au ameshindwa kukamilika kutokana labda yawezekana kwenye budget pesa inaonekana kwamba ilitakiwa iletwe. Mm. Lakini kuna sehemu imekwama. Ni kweli. Haijafika. Na mfano nitazungumzia hasa mfano kwa wakandarasi wazawa. Nimekuwa kisikia wakitetewa kwamba e, wasaidiwe kwenye kuimarisha mitaji yao. Unajua mfano mm. miradi mingi ya serikali wanakupima una nini, ndio maana kuna zinatangazwa ile zabuni. Ukishinda maana yake ni kwamba anza kutekeleza, regardless umeshapokea malipo mm. au hujapokea. Sasa unakuta kuna baadhi ya miradi wanapewa kadarasa ambao kiwalisia hawana mtaji wa kutosha e, kuanza kutekeleza mradi mpaka pale ambapo serikali itapitisha bajeti kutoa nini, kutoa fedha. sasa mm. Haya, mambo yote lazima tuyatazame pale ambapo tunakuwa tunawawajibisha hawa watu. Yaani, lugha nyepesi ni kwamba tuwawajibishe kwa namna inavyostahili, si kwa kuweka siasa kwa maslahi ya wanaotutazama au wanaotaka mradi. Mfano wananchi, nitatoa mfano gizani tu mm, kasikia Eh, uh, I think kwa, kama ni wa, kama waziri. No, alikuwa naibu waziri. Anasema fungulieni maji ambako mambo yameshakamilika. Yaani kana msikijiye kwamba mradi bado unaendelea kujengwa au haujakamilika. Anasema kwamba fungulia maji. Wafungulie maji. Sasa mimi nikasema sio mtaalam sana, lakini kwa haraka haraka nkahisi lazima italeta usumbufu. Sio tu usumbufu, eh? Inaweza ikasababisha mpaka na kule kwingine ambako bado hawajakamilisha. Eh. Hata mabomba hayo yakapasuka mabomba ambayo yanasambaza maji kwenye kwenye kwenye miji ya watu. Waanze tena upya mm-hmm. Ama tunatangaza tena tenda nyingine. Kwa hiyo kiukweli wanasiasa e, mimi leo nazungumza tu na wanasiasa wala si viongozi. Wewe, kama mm. kiongozi, aa, we, e kama una title ya kiongozi ah, wewe utajua mwenyewe e, lakini tunazungumza leo na wanasiasa na mnaopata nafasi ya kwenda kukagua miradi ambayo inatekelezwa na serikali. Tunapongeza juhudi zenu na muendelee kufanya hivyo. Kwa sababu ni jukumu lenu e, jukumu lenu kuanzia kwenye kime kata kwenda kwenye wilaya kwenda mpaka mkoa. Ni e, kamati ya siasa mna jukumu miongoni mwa majukumu yenu ambayo mnayofanya hmm. ni pamoja na kukagua miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa katika maeneo yenu. Lakini hmm. mnapoenda kutekeleza hiyo, mnapoenda kukagua hiyo miradi hmm. hakikisheni mnatumia lugha za staha. Na au kama hamwezi kutumia lugha za staha hmm. mnapokuwa mpo kwenye kukagua hiyo miradi mm. hakikisheni mnakwenda na wataalamu yeah. Kwa mfano umeenda kwa mkandarasi mm. ambaye labda iwezekana sio mzawa, lakini kwenye halmashauri husika mm. kuna, kuna, kuna wakandarasi ambao wapo, ofisi zipo no. mainjinia no. wapo no. nenda nao. Kama kitu kitakuwa kimejengwa yes. chini ya kiwango yes. injinia ataitwa mm. haya, angalia hapa hivi litofali lilivyowekwa hapa ni sawa eh? injinia sema hapana, mheshimiwa, kwa hiki ni sawa eh. kupitia sasa zile, hapana mheshimiwa sijui mm. na nini, muite na yule mkandarasi kama, mm. hajui Kiswahili tumia lugha nyingine au kama anajua Kiswahili mpe nafasi ajieleze. Yawezekana yeye kufanya vile, kuna changamoto ambayo imesababisha akafanya vile, na sio kwamba wakandarasi tunawatetea kwamba mnachokifanya ni kitu kizuri Tunachojaribu kuangalia ni kwamba hai hizo kamati za siasa zinapokuja kukagua kwenye maeneo yenu mm. wahakikishe mm. wana balance, si mizani ndio. Mwache mm. tufurahisha tu kwa mnatufurahisha sisi e, wananchi sasa hivi tuna pigia, afu wanasema ndio wamewafukuza, lakini mwisho wa siku tunaona wanaendelea na majukumu hivi. <laughs> Au ndio wanaenda kukaa kwenda kufanya wana tathmini, wanakubaliana kubaliana huko wana labda. Kwa hiyo wanakuwa yani, wanatuchukuliaje? Kwa namna moja ama nyingine, kuna namna ambavyo wanatuona wanaona wananchi kama vile yani hawaelewi chochote. Hmm. Ili kuwafurahisha ni kuwa unaenda tu umeenda kwenye mikutano hmm. a zako wewe, yani unakuwa ni mtu wa kufoka foka, tuna hmm. vimba nini, haiwezekani. Naambia ah, ndugu wananchi na. Kwanza uko wapi? Chukua huyu weka sawa hmm. Lakini wewe unafanya upande wako je? yeah. Hawa watu tunawapa nafasi kusikia upande wao pia au nao, nafikiri ingekuwa inawezekana pia

Zera FM elfu mbili ishirini na sita, aminia.